habari kamili mkoa wa kusini rais wa zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi daktar ali mohamed shein amewataka wakuu wa vyuo vikuu vya elimu ya juu kuhakikisha elimu inayotolewa na tafiti zinazofanywa zinalenga kutatua changamoto za elimu mwandishi wetu na taarifa zaidi Dr. Shein akizungumza katika mahafali ya 11 ya ya chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar Suza, ya kuwatunuku vyeti wa hitimu yaliyofanyika katika kampasi ya chuo hicho Tunguu, amesema kufanywa hivyo kutarahisisha utekelezaji wa mipango mikuu ya maendeleo inayopangwa na serikali, jambo ambalo litakuza ufanisi wa elimu ya juu. Aidha, Dr. Shein amesema chuo cha Suza kimekuwa kikizingatia masuala ya utoaji wa elimu bora kwa kufanikiwa kuongeza idadi ya fani mpya pamoja na wanafunzi wanaojiunga na fani hizo inayotoa matumaini kwa maendeleo ya elimu. Jambo moja muhimu na kubwa ambalo imekuwa nikilihimiza kila anapopata fursa ya kuzungumza na wakuu wa vyuo na taasisi za elimu ya juu ni kama uhakikishe elimu inayotolewa na, na tafiti zinazofanywa zinalenga katika kutatua changamoto mbalimbali mbali, ambazo zinatukabili pamoja na kurahisisha utekelezaji wa mipango yetu mikuu ya maendeleo inayopangwa na serikali. Dr. Shein ameelezea kufurahishwa kwa kuongezwa kwa fani tatu mpya ambazo ni stashahada ya usimamizi wa urithi na mambo ya kale na utalii, stashahada ya ukutubi na shahada ya uzamili ya kemia, jambo ambalo litafanikiwa kupatikana kwa wataalamu hao kwa wakati mwafaka na kusema kuwa hatua hiyo inatia moyo. Akizungumzia suala la utalii, Dr. Shein amesema wahitimu wa fani ya usimamizi na urithi wa mambo ya kale watakuwa na mpango mkubwa wa kuongeza uchumi wa nchi kwa kupitia sekta ya utalii hapa Zanzibar, ambapo hivi sasa Zanzibar imekuwa ikipokea watalii kutoka mataifa mbalimbali duniani. Kuhusu sekta ya utalii, sote tunajua kwamba hivi sasa ndio sekta ya kiongozi kwa uchumi wetu. Matumaini yangu ni kwamba wahitimu wa fani ya usimamizi wa urithi wa kale na utalii watoka ni chache kwa mabadiliko na watatusaidia sana katika kukabiliana na vyema na changamoto za usimamizi wa maeneo wa ya urithi wa kale ambayo ni vivutio vikubwa vya utalii katika sehemu mbalimbali zilizopo kwa Unguja na Pemba. Akisoma risala, makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA, Profesa Idrisa Ahmadarai amesema chuo kimefanikiwa kufungua tawi Pemba pamoja na kuongeza idadi ya masomo ili kuwarahisishia wananchi wanaohitaji fani nyingine katika kuongeza ufanisi wa kazi zao. Shule hii ina mpango wa kuanzisha masomo mapya yanayohusu TEHAMA. Masomo ambayo yamepangwa kuanza mwaka unaokuja ni Bachelor of Science in Applied Computing, ambayo itazingatia masuala ya mobile computing device za mkono, simu za mikono, na vifaa vi vingine vya mkono vya mawasiliano web development mitandao um, ya computer na geo informatics kwa lengo la kujenga wajasiriamali wa teknolojia wa tehama hapa nchini. Jumla ya wahitimu hitimu mia sita tisini na tisa wametunukiwa vyeti sta shahada na shahada kutoka fani mbalimbali mbali ambao baadhi yao walipewa zawadi za kufanya vizuri, na wanawake kwa mara nyingine wameonekana kuendelea kufanya vizuri katika masomo yao. Iyo,

Mimi ni Omar Ahmed Mcheju wa shirika la utangazaji Zanzibar.